Kwingineko, mtazamaji, familia moja kutoka mtaa wa Kiamaiko kaunti ya Nairobi inataka polisi kuanzisha uchunguzi wa haraka kupitia kamera zilizowekwa eneo hilo ili kuwanusuru kutokana na maumivu wanayopitia mtoto wao wa mwaka mmoja mitatu kutoweka. Familia hiyo ina mwanamke mmoja ambaye anadaiwa akatoweka naye siku ya Jumapili baada ya kumhadaa kwa kumnunulia peremende. Hata hivyo, wanaomba serikali kuweka sheria mpya zinazohusu uwasili wa watoto, wakidai kuwa baadhi ya watu matajiri ndani na nje ya nchi hununua watoto. Aidha, wamewataka wawekezaji kuwekeza katika kamera za CCTV ili kuboresha usalama wa wapangaji na wakazi. Na kasta yake mishuko, na mtoto mechukua na kuja pande hii. Sasa mimi nimeita Madina, rudisha Mamedi, mtoto amerudi bila mtoto Ukopi Mamedi, ayo anti amenichukua mtoto, amenipea 20, amesema aende anunue suti. Amenichukulia suti mbili na kumi amekuja. Shika ayo chukua chen chen na nimepea anti. Nimerudisha mara mbili amesema anti amenipea. Sasa ukopi Mamedi, Mamedi ma anti ameenda na nayo. Alibiwa asubuhi saa mwendo wa saa nne, saa nne na nusu hapo. Uh, tangu hiyo siku tunapitia maisha ngumu hapa. Venye tunateseka, majirani, familia wote wanateseka, hakuna mtu analala. Mama ni mama, alikuwa ananyonyesha mtoto matiti na msumbua, mama analia kila mtu analia.